Baadhi ya wakazi wa Diani kaunti ya Kwale wanaodai kudhulumiwa ardhi zao miaka ya 80 wanataka serikali kuharakisha kutimiza ahadi yake ya kurejesha ardhi zilizosalia ambazo zinatumiwa na mabwanyenye. Wakazi hao wanasema wanataka ardhi hizo ili kuzifanyia miradi ya maendeleo ya jamii, huku wakiendelea kushinikiza kufutiliwa mbali kwa ramani ya Diani Complex wanaodai hati miliki zake zilitolewa kwa njia ya ulaghai. na ningeomba serikali ya Kenya na serikali yetu ambayo tumemshikilia gavana wetu mama Fatuma Achani aingilie kati kwa huu mzozo wa ardhi ambao unatutahabisha milele na milele, tena sana sana. Hii kwale yetu, hii kosti yetu, sisi hatuna amani na sisi hatuwezi kubali tuwe maskwota ndani ya ardhi zetu, na tuko na miradi mingi ambayo tunataka kufanya hapa. Kwa hiyo tumechukua hii ardhi na zile ambazo zitakuwa ziko wazi, tutazichukua ili tujidevelop, kwa sababu bila ardhi huwezi kufanya chochote, huwezi kufanya mradi wowote. Ati mtu atatoka huko aje aseme mimi nataka ntafutiwe shamba yangu. Hiyo shamba ni yako kweli, utafutiwe na nii na survey? huwa shamba ni yako ukatafutiwa na survey? Huo ni unyang'anyi. Tulinyang'anywa vya kutosha. Kwa hivyo tunaomba bwana presidenti William Ruto, tuko pamoja na wewe, hebu tuone wananchi wako hapa Digoland. Kwa nini tunanyanyaswa sana? na hatutaondoka hata kukija kiyama hatuondoki, tuko hapa, tutazika hapa kwa sababu hii sehemu ni yetu. Wakazi wanaoishi pembezoni mwa mbuga